Kutokea Tanzania mara ya kwanza, kabisa, busikika, nchi nzima. Kama una dakika zitumie kuperuzi kifurushi pindua, pindua, pindua, pindua, pindua. cha pindua pindua cha kupa pindua upiga nyota 149 nyota 01 alama ya redi, chagua pindua pindua. Vodacom, power to you. Karibu kwenye stori za tauni na Samson Jeremia, na hii ni Global TV Online. Usiache kusubscribe channel yetu ya Global TV Online ili usipitwe na mastori yote ya wasanii wa pabongo. Zari amesusa, ndo unaweza ukasema hivyo. pamoja na kwamba mwanamama Zari hadharani, akiwa mbele za watu, akijiwa na vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii, anakanusha uhusiano wake na mzazi mwenzake ambaye ni msanii wa bongo fleva kuvunjika, nyuma ya pazia akiwa na watu wake wa karibu, anaeleza eli kwamba hakuna mapenzi tena kati yao. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya kuaminika kutoka Global TV, hivyo ndivyo ilivyo. Mwanaume huyo ambaye naye akiwa mbele ya kamera anadai kuwa wapo vizuri tu, hawana shida yoyote katika mahusiano yao, lakini habari za uhakika ni kwamba nyumba imewaka moto mbaya. Dondoo za Global TV zinadai kuwa Zari anaendelea kutikisa mitandao ya kijamii na ameamua kumwachia mzazi mwenzake huyo kwa mwanamitindo matata wa hapa Bongo, Hamisa Asani Mobetto anafahamika kwa Hamisa Mobeto, ili aolewe naye baada ya kuzaa naye mtoto wa kiume Abdul Nasibu Prince duli au Dylan. Zari kamwachia bwana yake ambaye ni Mbongo Fleva amuoe Hamisa Mobeto bure, kamwachia bila matatizo. Ilidaiwa kwamba sababu ya hayo yote hadi Zari kufikia hatua ya kususa ni kufuatia skendo hiyo ya mwanaume wake kuzaa na Hamisa Mobeto kuendelea kushika kasi kila kukicha. Chanzo cha Global TV Online kiliendelea kudai kwamba Zari baada ya kuona vurugu zimekuwa ni nyingi kuhusiana na mzazi mwenzake huyo aliyezaa naye watoto wawili ameamua kujiweka pembeni ili kuondoa msongamano, japokuwa jambo hilo hataki kulionyesha adhalani. Global TV iliendelea kumtafuta mtu wa karibu wa Zari. Chanzo hiko ambacho ni mtu wa karibu wa Zari aliyoko bongo alimwaga ubuyu kuwa mwanamama huyo amefikia hatua ya kuchoka uhusiano wake yeye na msanii huyo ambaye amezaa naye watoto wawili, kwani mwanaume wake huyo amekuwa akimuumiza kwa kusaliti penzi lao mala kwa mala, kila siku anachepuka hivyo kumshushia heshima, kidai kwamba katika mazingira hayo ambayo mwanaume huyo amekuwa akionywa, lakini asikii. Safari hii Zari ameamua kumsii aendelee na Hamisa Mobetto kwa sababu tayari ameshazaa naye, eh. Yani sasa hivi Zari ndivyo ameamua kabisa kama mbwai mbwai tu, amemwomba mzazi mwenzake huyo aendelee na Hamisa Mobetto kiroho safi kabisa. Hayo ni maneno ya chanzo iko cha mtu wake karibu na pia akaendelea kusema ameamua kumwachia Hamisa aolewe na baba huyo wa watoto wake, kuliko kuendelea kupata fedhea za kuwa na uhusiano wa wanawake tofauti tofauti, tena wasichana wadogo ambao sio levo zake. Zari kilifunguka chanzo hicho na kuongeza, kama ni kuchoka kiukweli, Zari yupo nyang'a nyang'a hadi ameamua kunyosha mikono juu. Anasema amemwachia mpenzi wake huyo afanya anachofanya, yeye kanao mikono. Mpashaji wetu huyo aliendelea kusema kwa sasa Zari ameamua kuanza maisha yake mapya bila baba wa watoto wake huyo huku akiamua kumfanya Hamisa Mobeto kuwa mmoja wa marafiki zake kwa kuwa ana mtoto wambaye ni damu mmoja na watoto wake Tifa na Nila. Global TV Online na Samson Jeremaya kilidai kuwa ndio maana mara nyingi Zari anatembelea ukurasa ya Instagram kwa Hamisa Mobeto na kuaiki picha zake kuonyesha kuwa amemwachia kiroho safi baba watoto wake. Sasa hivi Zari ameamua pamoja na Hamisa Mobetto kuhakikisha anapata haki za watoto wake huku yeye akiwa anaendelea na maisha ya mengine kabisa bila mzazi mwenzake huyo ambaye ni msanii wa bongo flavor. Huwezi kuamini, Zari amefikia hatua ya kumsi baba watoto wake huyo afunge ndoa na Hamisa Mobetto kuliko kuendelea kulukaluka hivyo, alisema mpashaji huyo ambaye anaendelea kutoa ubui na kuongeza na kusema kwamba yani, yeye anasema ishu ya kulea watoto wala aimpi shida, kwani hata kabla ya za na msanii huyo alikuwa anawalea vizuri tu watoto watatu aliozaa na Ivan Zedoni aliyekuwa mumewe. Alipotafutwa Hamisa akuwa tayari kuzungumzia uhusiano wa wawili hao, kwani tayari ameshaanza mapambano ya kutafuta haki yake baada ya kutelekezwa na mwanaume huyo ambaye ni msanii wa bongo fleva. Katika kuonyesha kuwa hali ilizidi kuwa mbaya kati ya Zari na baba watoto wake huyo ambaye ni msanii wa bongo fleva, mbali na zoezi la kufutiana picha zao kwenye kurasa zao za Instagram. Suala mwana mwanamama huyo kutomtakia jamaa huyo heri ya siku yake ya kuzaliwa nalo liliendelea kuzua gumzo. Mbali na hilo, pia kuna hishu mpya ambayo mwanaume huyo alitangaza kuwa kwenye show yake ya jijini Kampala nchini Uganda wikendi iliyopita angeambatana na Zari, lakini tofauti na matarajio ya wengi mwanamama huyo alikanusha jambo hilo, hivyo kuzidisha mtiti baina yao wawili, yani kati ya msanii wa bongo fleva na Zari. Mapenzi yamesambaratika jini mkataka. Kamba ameingilia kati. Usiache kusubscribe channel chaneli yetu ya Global TV Online, ili usipitwe na mastori yote ya wasanii wa Pabongo na Samson Jeremiah. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi. Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 5065, boda bodaboda 15, pampu za dawa 50, redio 100, majembe ya ng'ombe 50 na zawadi nyingine kem, kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya mwamalo wa M-Pesa kisha chagu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 tokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima, unapindua pindua matumizi ya bando. Vijana kuperuzi kivyokototakavyu, kama una dakika zitumie kuperuzi

Pindua, pindua, pindua, pindua, pindua, pindua, pindua, pindua. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania pindua units zako kuwa dakika au MB au SMS unavyotaka, piga nyota 149 nyota 01 alama ya reri, chagua pindua pindua. Vodacom, power to you.